Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo ni siku ya Alhamisi baada ya Jumatano ya Majivu, kipindi cha Kwaresma mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo: somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya thelathini aya ya kumi na tano hadi ya ishirini na injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Luka sura ya tisa aya ya ishirini na mbili hadi 25. Karibu tusikilize injili. Somo la injili ilivyoandikwa na Luka. Siku ile Yesu aliwambia wafuasi wake kwamba imempasa mwana wa Adamu kupata mateso mengi na kukataliwa na wazee na wakuu wa makuhani na waandishi na kuuawa na siku ya tatu kufufuka. Akawaambia wote, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe ajitwike msalaba wake, kila siku anifuate. Kwa kuwa mtu atakaye kuiponya nafsi yake ataiangamiza, na mtu atakayeiangamiza nafsi yake kwa ajili yangu ndiye atakayeisalimisha. Kwa kuwa hayamfaa nini mtu kuupata ulimwengu wote kama akijiangamiza au kujipoteza mwenyewe. Neno la Bwana. Pendwa msikilizaji, karibu tusikilize tafakari fupi kutoka katika Injili tuliyoisikia hivi punde, tukiongozwa na ujumbe usemao wito wa kujikana na kujitwisha msalaba. Kipindi cha Kwaresma ni safari ya jangwani kuelekea Pasaka katika somo la injili tuliyoisikia kutoka kwa mwinjili Luka sura ya tisa aya ishirini na mbili hadi 25, Yesu atoi mwaliko wa starehe, bali anatoa sharti la ufuasi: kujikana nafsi. Huku si kujichukia, bali ni kuweka mapenzi ya Mungu mbele ya matamanio yetu ya kibinadamu. Yesu anaanza kwa kusema kuwa mwana wa Adamu lazima apatwe na mateso mengi Tafakali Kristo akukwepa msalaba. Katika Kwaresma hii tunakumbushwa kuwa mateso ni sehemu ya utakaso, wezi kuwa na ufufuo bila Ijumaa kuu. Lengo kukubali hali yako ngumu ya sasa kama sehemu ya ushirika na mateso ya Kristo. Mtu yeyote akitaka kunifuata, Yesu arazimishi mtu ni hali lakini ukichagua kumfuata, kuna hatua tatu. Hatua ya kwanza ajikane mwenyewe, kuua ubinafsi. Ya pili ni ajitwike msalaba wake kila siku, yaani msalaba si pambo, ni chombo cha kufia dhambi. Yaani kila siku inamaanisha uaminifu wa kudumu, si wa siku za Jumapili pekee. Dhana ya kupoteza ili kupata, uhusiano wa maisha na kifo: kwa kuwa mtu atakaye kuiponya nafsi yake ataipoteza, na mtu atakayeipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ndiye atakayeiponya. Katika kipindi hiki cha Kwaresma tunaitwa kupoteza vitu fulani fulani, kama kupoteza muda kwa ajili ya kusali na kuabudu kupoteza mali kupitia sadaka na kusaidia masikini. Tunapoteza hivi kwa ajili ya Kristo, tunatengeneza nafasi ndani yetu kwa ajili ya neema ya Mungu. Kile tunachong'ang'ania kwa ubinafsi ndicho kitakachotuangamiza thamani ya kiroho, kwani yamfaa nini mtu kuupata ulimwengu wote kama akijiangamiza au kujipoteza mwenyewe? Kwaresma inatupa nafasi ya kufanya ukaguzi wa kiroho. Tunakimbizana na nini? Mali, vyeo au sifa? Tafakari juu ya kipindi hiki cha Kwaresma. Kanisa linatufundisha kuwa sisi ni mavumbi na mavumbini tutarudi. Kama ulimwengu utatupa kila kitu lakini tutapoteza utakatifu wetu, tumepata hasara ya milele. Kwaresma kama shule ya msalaba katika mapokeo ya kanisa Katoliki, msalaba si ishara ya kushindwa, ni alama ya ushindi. Yaani tunapotafakari njia ya msalaba na sakramenti ya kitubio, hapo ndipo tunapopoteza utu wa kale na kuvaa utu mpya, yaani neema. Ili tutafakari vizuri na tuzae matunda katika kipindi hiki cha kwaresma Mwamini anahimizwa kukubali msalaba, aache kulalamika juu ya magumu yasiyoepukika, na akubali kama njia ya toba, kufanya toba ya ndani. Tujitenge na anasa zinazotenganisha na Mungu kupitia kiasi na kuacha mambo mengine mabaya yanayoendana kinyume na mapenzi ya Mungu, na tuwe na upendo na kujisadaka. Pendwa msikilizaji, Maneno ya Yesu katika Injili ya Luka ni wito wa ujasiri, yaani Kwaresma si kipindi cha huzuni tu bali ni kipindi cha nidhamu ya kiroho. Tukijitwika misalaba yetu ya leo kwa imani, tutashiriki utukufu wa ufufuo wa Kristo. Tumwombe Mwenyezi Mungu katika kipindi hiki cha Kwaresma, atujalie neema ya kutogopa misalaba yetu na atusaidie tujikane nafsi zetu. Ili yeye akaenda ni yetu na kushukuru. Kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo, niliyekuletea tafakari hii ni mimi frateli Rogelius Niwemgisi, wa shirika la misionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kora, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo, milele amina.